Hmm. Jamani saa huu ukweli geli anikwambia ni jamani, na sitaki kuongea kwa sauti kubwa, naongea kwa sauti hii hapa, na unielewe. Vyuo vyetu tunafundishwa sana stage, tunafundisha filamu lakini na steji, lakini je, hizo steji wanaenda kuziperform wapi? Asilimia kubwa hakuna sehemu ya kuperform hizo stage zenyewe wanatakiwa waingie kwenye filamu ndo huku mtaani. Steji ni sehemu ndogo sana steji, performance ni kubwa sana na hata mitihani yake ukiangalia vitu vingi sana wanavyofanya ni vya steji. Yani hata kwenye mitaala kuanzia shule ya msingi hii mitaala mpya iliyotoka inazungumzia asilimia tisini au themanini ni steji, maswali yake ni ya steji, mwonekano wake ni wa steji ni steji ya asilimia kubwa. Sasa wakiwa toka hapo, wataenda wapi? wakati amina hakuna miundombinu. Miundombinu hakuna, hakuna majukwaa hayo, haujatengeneza kwa ajili hivyo. Alafu tunawafundisha huku kutokea chini, steji steji, steji steji, jamani. Sasa kama mnafundisha steji, miundombinu hairuhusu steji ni sehemu moja tu unaweza kupanda kwenye stage, unaenda Bagamoyo tu na sehemu nyingine ambazo inaonekana kwamba ni majukwaa ambayo ni machache sana kwa ajili ya stage. Unafikiria yu yu yu, au tunawazalisha wanaenda kufanya nini? Tukienda kiuhalisia katika makongamano katika ma... Ma... Ma... Ma... Ma... au katika ma... tunapoenda kwenye... Hata... hata kwenye, hata kwenye, kamp... kwenye kampeni huwezi kukuta msanii wa stage wamekaa pale wanaanza kuigiza mchezo wote ukuti sasa au tunawazalisha wanaenda wapi? Tunawafundisha kwa ajili ya nini? Zamani stage ilikuwa ina maana kubwa sana. Hizo tunawafundisha sasa hivi ambazo zinatumika ni stand up comedy, ambazo zinatumika kwenye madani, lakini stage zenyewe za michezo ya kuigiza, ambao watu wanacheza kwa vitabu, wanacheza tu na nini, wanacheza kuna, kuna hakuna siku hizi, lakini vyuoni tunafundishwa hicho kitu na kwa asilimia kubwa. Jamani, hebu badisheni mitahara hau kama mmeona vinafaa tengenezeni miundombinu ya hivyo vitu vya kuperform. Wataperform wapi? Tunawafundisha stage, sehemu ya kuperform ni wapi? Hakuna, hakuna ma, majukwaa ya kwa ajili ya hizo stage. Ukweli utabakia ukweli, na tukubaliane na hilo swala, tubadilike. Nimemaliza.